Habari, mi kwa majina naitwa Zakia Ludovike, nimekuja hapa mbele yenu kutoa ushuhuda wa Femicare. Ni mtu ambaye nilikuwa nikisumbuliwa na fangasi sugu pamoja na UTI, lakini baada ya kutumia Femicare, imenisaidia kwa kiasi kikubwa sana, maana nilikuwa natokwa na uchafu wenye rangi nyeupe lakini pia ulikuwa ukitoa harufu. Nimetumia tu Femikea ndani ya siku tatu, nimekuwa vizuri sana na Femikea nimeipenda, hadi mpaka sasa hivi haiwezi kuisha nyumbani kwangu, maana nimeona ni dawa ambayo inatakiwa kuwa na mwanamke yoyote, si tu kwa sababu unaumwa, bali hipo kwa ajili ya kuweka usafi wa sehemu za siri za mwanamke. Baada ya kutumia Femicare ndani ya siku nne, namshukuru Mungu, nilikuwa na tatizo la UTI likawa limeisha, na sasa hivi niko vizuri kabisa kabisa. Baada ya kutumia Femicare ndani ya siku tano, tatizo langu la kutokwa uchafu liliisha kabisa ambapo nilikuwa nimeugua UTI na fangasi, lakini tangu nimetumia Femicare sijawahi kupata hilo tatizo tena. Baada ya kutumia Femicare ndani ya...